Uwesu Mchepange ni kaimu mkurugenzi wa Hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya. Tuko katika vyumba vya upasuaji vya Hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya leo hii tarehe tano mwezi wa tano mwaka 2025 katika tukio la ufunguzi wa huduma za upasuaji kwa watoto uh, baada ya vyumba hivi vya upasuaji kwa watoto kufanywa maboresho makubwa uh, kama juhudi za serikali kuboresha huduma za afya kwa ujumla. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau na wadao wanaoitwa Smile Train wamefanya maboresho haya makubwa kabisa katika vyumba hivi vya upasuaji kwa ajili ya huduma za watoto. Vyumba hivi sasa viko rafiki kwa ajili ya kutoa upasuaji uh, kwa watoto kwa maana ya mazingira yake kuwa rafiki, lakini pia hata kuwekewa vifaa vya kisasa kabisa kwa ajili ya upasuaji huo wa watoto. Ni uh, sehemu ya maboresho makubwa kabisa ya huduma za afya ambayo serikali yetu inayafanya. Kwa hiyo, nichukue fursa hii kuishukuru sana uh, serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu, uh, Dr. Samia Suluhu Hassan lakini pia na wadau mbalimbali ambao wameshirikiana na sisi katika maboresho haya. Kwa hiyo pia, nitoe wito kwa Watanzania wenzangu kama kuna watoto majumbani kwetu au katika maeneo mengine yoyote ambayo tunayafahamu ambao, ambao wana changamoto hii ya midomo wazi basi wawalete katika hospitali yetu hii ya Rufaa ya Kanda Mbeya kwa ajili ya kupatiwa huduma hizi za upasuaji wa midomo wazi, lakini upasuaji mwingine pia wa watoto wa, changamoto mbalimbali mbali za upasuaji wa watoto uh, vyumba hivi vya upasuaji vitakuwa vinatumika kwa ajili hiyo.